Kweli, kwanza tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu. Kiukweli maandalizi yanaenda vizuri kabisa, kama nilivyosema juzi ya, tuna, tuna, tuna wakati mgumu, kila baada ya siku mbili tuna mechi, kwa hiyo ratiba imekuwa ni ngumu kwetu sisi, lakini tunamshukuru Mungu, baada ya mechi ya juzi hatujakuwa na injari yoyote na timu yote ilirudi kambini na kwa ajili ma, na maandalizi ya JKT Tanzania kwa hili, kwa kweli kinatupa imani kubwa sana, japokuwa tunajua haitakuwa mechi rahisi. JKT Tanzania ni timu ambayo ni timu nzuri, timu ambayo imejaza wachezaji wazoefu, ina mwalimu mzuri, haitakuwa mechi rahisi. Lakini pamoja na ugumu wao tunahakikisha kupata matokeo katika mchezo wa kesho Inshallah, amina. Mwalimu tukirejea mchezo uliopita matumizi ya na nafasi. Simba imekuwa ikitengeneza nafasi nyingi sana katika eneo la juu la ushambuliaji lakini wanashindwa kubadilisha nafasi hizo kuwa magoli. Kuelekea mchezo dhidi ya JKT Tanzania, je, matumizi nafasi katika eneo la juu la wapinzani umeimprove kiasi gani kuelekea mchezo wa kesho? Ya, ni tatizo ambalo kiukweli limekuwa linakuja na kujirudia, na, na tumekuwa tunajifanyia sana kazi hata juzi nafikiri limejitokeza tena. Lakini kama benchi tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi na ni kitu ambacho tumekifanyia sana kazi. Kwa hiyo na imani na imani katika mchezo wa kesho nafasi zitakazopatikana basi inshallah zitageuzwa kuwa magoli. Swali kwa mwalimu kuelekea mchezo wa kesho. Mwalimu, mchezo wa kama Simba, maandalizi ya ujumla kuelekea mchezo mkubwa kama huo? Ya, nafikiri nimesema awali kwamba hakuna mechi rahisi kati ya Simba na JKT. Ukiangalia hata mechi ya kwanza ilitupa wakati mgumu sana na kesho tutakuwa katika uwanja wao. Kiukweli tumejiandaa vya kutosha, pamoja na ugumu wao na katika uwanja wao tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho wala mnatengeneza uh, nafasi lakini kutumia nafasi kwa rahisi. Ya kikweli sisi tulitarajia game hizi lazima zitakuwa ni game ngumu, kwa sababu watu wote wamekuwa ni watu wagumu kwetu sisi, na hilo sisi tulilijua mapema kabisa kupata upinzani wa namna hii. Tume tumejipanga na tunajiandaa kwa upinzani huo kuhakikisha tunapata matokeo. Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala so ambalo sisi tulitarajia na tunalifanyia maandalizi ya kutosha ili kuweza kutengeneza mechi hizi kwa rahisi kuliko kuwa ngumu kwetu sisi. Swali kwa mwalimu, labda mwalimu, morali ya wachezaji ikoje kuelekea mchezo wa namna hii ambayo mnakwenda kukutana nayo ambayo wanakuwa wakikaa pamoja kambini wanazungumzaje kuelekea mchezo hii ambao unafuatana? Ya, mi nashukuru morali ya wachezaji wetu sisi iko vizuri sana na wamekuwa wakihamasishana wao kwa wao wakipeana majukumu kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo huu. Kwa hiyo leo umoja wa wachezaji kiukweli, sisi unatupa unatupa mwanga mkubwa sana wa kuweza kufanya vizuri katika hizi game zazo zilizobaki. Labda neno lote kwa mashabiki na uongozi wa Simba Sports Club kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya JKT Tanzania. Kikubwa kwanza, niwapongeze mashabiki wetu, kiukweli, wamekuwa ni watu muhimu sana kwetu sisi, wamekuwa wakitusapoti wakitufata sisi kwa kila hali, ujue wamekuwa na sisi katika matokeo yoyote ambayo yako kwa sisi. Kwa hiyo mimi ni wa, niwapongeze na niendelee kuwaomba wawe na sisi na waje kutupa sapoti tu hakikisha tufanye kile kitu kila mwana simba anahitaji timu yake ya simba ifanye kuelekea mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Karibu sana na asante. Kwanza sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho na tumeweza kujiandaa vizuri kama mwalimu alivyosema. Baada ya mchezo wetu wa wajuzi, baada ya kuisha tuweza kurudi kambini, kuelezea kujiandaa na mchezo huu. Tunatarajia mchezo hautokuwa rahisi kama mwalimu alivyosema, kutokana na ratiba yetu jinsi ilivyo na michezo yetu jinsi ilivyo, kwa hiyo kwa kama wachezaji tumejiandaa vizuri kupokea mbinu za mwalimu na ambazo ametuelekeza ili kuweza kuzitumia katika siku ya kesho. Swali kwa mchezaji. Swali kwa mchezaji. Swali kwa kwa mchezaji. Mchezaji. Mchezaji. Na labda Davidi ungeweza kuelezea morali koje mnakwenda kucheza mm, na timu ambayo ni Mid Table Club na unakuwa ni mchezo namna gani mnapocheza timu za namna hii? Ya yeah, mchezo kama mwalimu alivyosema mchezo hauwezi kuwa rahisi kama raundi ya kwanza mchezo ulikuwa mgumu, na hasa sasa hizi ukizingatia michezo ni ya mwisho, kila timu inajizatiti kufanya vizuri. Kwa hiyo tunajua kabisa mchezo hauwezi kuwa rahisi, lakini sisi kama Simba tunataka pointi tatu. Kwa hiyo lazima tuoneshe ukubwa wetu, lazima tucheze kwa kujituma, tucheze kwa ufanisi mkubwa, tucheze kwa kutumia nafasi ambazo zitapatikana. Kwa hiyo sisi tume, tume tume tumejiandaa vizuri kuweza kupata matokeo ya ushindi. Labda neno lolote kwa mashabiki na viongozi kuelekea mchezo wapo kesho? Ah, mashabiki kwanza, nimependa kuwashukuru kwa kuweza kutusapoti na kuweza kuwa nasi, lakini pia niweze kuwakumbusha, kesho pia tuna mchezo mgumu mgumu sana ambao tunahitaji sapoti yao, waweze kufika waweze pia kutusapoti.